tunamwamini yeye Allah tabaraka wataala aliyetukuka na aliyekuwa mtukufu, na vilevile tunamwabudia yeye peke yake pasi na kumshirikisha na chochote, na hivyo hivyo kuwa ni atbau nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. La pili, nikuhusieni hivyo hivyo kumcha Allah subhanahu wataala na kumtii pamoja na kumwiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakika jioni hii ya leo ni kwamba ni hanian lakum, mwezi mtukufu wa Ramadhani umeshaanza. Mwezi umeonekana katika biladi alharamaini sharifaini ndani ya mamlakatu alarabia Saudia na kuashiria kwamba tayari tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana kesho siku ya Jumatano tarehe 18 Februari mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita ni mwezi mosi, kwa mwezi mosi ya Ramadhani elfu moja mia nne na arobaini na saba hijiria kaliyo basi kumshukuru Allah subhanahu wa taala na kuwapongeza kwa kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika mwezi huu ni wajibu, kama ilivyokuja katika ya Qur'an ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba al alladhina min qablikum laallakum tattakun, kwa maana ni jambo la wajibu tumefaradhishiwa kufunga katika mwezi huu kama vile ambavyo waliofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yetu. Hapo muda ndio huu na mwezi ndio huu katika mwaka huu 1447 hijiria. Kwa hiyo basi, tunawatangazia waumini wetu katika msikiti huu kwamba mwezi umeonekana na shughuli za ibada za Ramadhani zitaanza rasmi leo hii. Baada ya swala ya isha, tutaswali swala ya Tarawih insha Allahu taala. Hapa wapo leo siku ya mwanzo, Tutaswali sala ya Isha katika wakati wa kawaida daadhana, kisha dakika kumi, kisha swala ya Isha. Baada ya sala ya Isha, moja kwa moja tutasimama kuswali qiyamu Tarawih.